Mtazamaji wa Simba Fans TV tuko naye eh, Dula Mvimba kuzungumza mawili matatu, muda mchache kabla ya kuelekea Manyara, tuko mpira pesa ambapo kama ilivyo kawaida wana simba basi iliposimba na wao hawakosekani eh, wakiwa wanajiandaa mdogo mdogo hapa kutoka hapa kwenda kuhamasisha kuitafuta fainali ya CRDB Federation Cup, eh, kutoka nusu fainali Dula, mambo ni aje? Hapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu wazima tunajiandaa kwa safari kwenda kusapoti timu yetu, Mungu atusafirishe salama tufike salama na cha muhimu kupata ushindi tu, malengo yakamilike yeah. mm. kwenye mchezo ambao nakwenda kukutana na ambaye kwenye mchezo uliopita mmemfunga na hakika eh, upinzani kila mmoja aliuona mchezo huu, labda matarajio wenu wana Simba, kuelekea mchezo huu, hasa hasan kwa matarajio, mechi itakuwa ngumu na uzuri msimu huu kwa swala la ugumu Simba msimu huu kwa sisi, hatuna pressure kubwa kwa sababu tokea ligi imeanza hatujai kucheza mechi rahisi hata moja, mechi zetu zote ni ngumu. Ndio maana kila mechi za timu yote ambayo utaijua wewe anacheza na Simba lazima utasikia ukakiwa mia mbili ukakiwa mia ukakiwa mia tatu na yule kile yale zile wanazowekea zile hela za kuhamasisha 200 200 zile Eh, zile ndo zinafanya Simba kutia ukomavu, ndo maana hata juzi mwenyewe Mwarabu kaja amekuja kwa plani nyingine, kwa sababu kajua naenda kwa mtu ambaye tayari kishakuwa sugu. Sasa sisi Simba tumekuwa kama yule mwanafunzi ambaye anapigwa mpaka anakuwa sugu, ndo sisi, na hatuna chengine cha kupoteza kwa, kwa sababu nani astake atafungwa, asipotaka atafungwa tu Singida, mradi eh, malengo yetu tu yakamilike. Ataki asitaki atafungwa. Ataki asitaki atafungwa tu. Wanacheza na mtu mwenye malengo yake. Na malengo ya msimu huu kuchukua ndoo. Lengo la kwanza tumekamilisha, tumeenda nusu finali na vivyo tumejiongeza tumefika mpaka finali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ila lilo bakia malengo ya bakia mawili yote yako ndani ya target yetu. La kwanza nadhani katika ze mechi 10 na mechi 4 tumechukua point 12, jana tumeongeza. Tumebakia mechi tatu, anakuwa iko juu iko juu yetu. Pointi moja ndo tunaenda kupambana, sababu uzuri tunakutana naye mwenyewe, mapambano ndo yanaendelea hapo. mimi Mina, <coughs> nataka kufahamu kutoka kwako Dullah, eh, mara nyingi Simba na Singida mnapokutana mechi inakuwa si mechi tu eh, tunasema vita, mnapambana kwelikweli na Singida wanakuwa si haba, hili hasa ukiachana na hizi eh, labda tunasema hama, hamasa ambazo wanawekewa labda kiasi cha fedha nini kingine kipi hasa ambacho kinafanya mchezo wa Simba na Singida kuwa mchezo wa kukata na shoto? Au uzuri ile aijaa ofisho tu, lakini kwa sisi watu wa mpira tunajua mwenyekiti wa hamasa wa klabu ya Yanga ndo mlezi wa Singida, katibu wa hamasa wa Yanga ndo mlezi wa Dodoma Jiji. Ndio maana unamona tukikutana vita zinaokuwa vikubwa, na kikutana wenyewe kwa wenyewe kama mtu na odo wake, wanapanga tuwazikia apige goli nne awe mfungaji bora tenshiti ipatikanike, maisha yaendelee. Ndio maana kuna kitu kingine tunakisubiria hapa, tunakisubiria siku kuona Yanga akicheza na Dodoma Jiji. Yanga anataka ubingwa, Dodoma anataka kucheza playoff, playoff onye, na playoff wenyewe wanataka kucheza na timu kama wakina Geita Gold mage, ukwenda Nyankumbu kule wale mafia wanaojua. Ndio sasa tutajua, je huyo mtu na kuona mpa kila siku unamwonea huruma akufunge mpaka idadi ya magoli, naye atakuonea huruma, sababu najua ndugu zetu wale huruma hawana walimpiga na walimshindilia goli sita. Toto ndo kapotea moja kwa moja, hana ushoga wala hana udugu. Ndo sisi tunasubiria, lakini sio changamoto. Kama hizo ndo tunazipenda, sababu tunajua Tanzania hapa si hatuna shoga hapa, si yote akiingia sisi tunamtandika. Ndo umeona, kuna shoga yake mwingine kajipendekeza Pamba, amekula tano sijui nne, kuna shoga yake Dodoma kaja naye kachezea sita. Tunawacha tu tuna analala pale anazoweza zile hela zile ambao wameahidiwa na hata hata ushoga wao mwingine, huyu tumemtia kimoja, ila huyu tuenda kumfanyia umafia huko Manyara. Kwa hiyo tunataka kumfanyia umafia kweli, ndio atajua kabisa kama hii Simba ni dude jingine, yani hii ni sali nyingine soka Tanzania. Japo tu namshukuru tu kocha wao, maneno aliongea, kaongea maneno mazuri tu, kwa sababu kasema anakutana na timu ambayo ninakoenda mimi ninakokuwa na malengo nako, ndio naenda kujifunza kaja kwa Simba kujifunza jinsi ya kucheza na timu ambayo kutoka kwenye kafu na timu kubwa na timu kubwa. Tunapenda makocha kama wale wenye plani yao, ndio maana makocha kama wale watafanikiwa, ndio kitu tunataka kama zao, wajue heshima yetu, sisi tuko tofauti nao kwenye mambo ya kimataifa. Bwela unaenda Manyara, naiona fainali kutoka nusu fainali. Ah, yani malengo yetu wetu sini fainali tu, hicho hakuna cha zaidi. Ndio maana kwa wanasimba wote tunaomba tu dua, dua ya kwanza tufike salama doa ya pili uwanjani, kwa sababu ule uwanja, Waswahili wanasema mgeni apotee njia mara mbili. Ule uwanja si tutulipoteza pointi mbili, tulidraw na Fountain Gate. ila sasa hivi kwa wana Manyara wanahitaji furaha, lazima twende tukaipambanie timu yetu kivyovyote, lazima watu wa Manyara hivi, na sasa hivi nao wakapate furaha so furaha furaha anakaa kwenye Azam TV na kuangalia Simba anaposhinda sasa hivi furaha inaenda kwao na kwa sasa hivi mwa, yani kwa jasho kivyo vyote, ule ubao bwana ndo kufanyika kule, si ndo kumpasua Singida. Hatuna chingine chochote zaidi ya kumpasua, imradi malengo yetu akae kwenye mstari. Yes, nataka tuongee kidogo kuhusiana na Fadlu Davis. Tangu msimu umeanza, amepoteza mchezo bara dhidi ya Young Africans mtani wako, lakini pia akapoteza mchezo mmoja wa nusu finali ya ngao ya jamii kwa michuano ya ndani. Unaona Fadlu akilipa kisasi kuelekea mchezo ujao wa dabi? Kwa sababu michezo ya ligi mebakisha mitatu, mchezo unaofuata ni tarehe 15. Unaona Fadlu akiwapo ushindi kuelekea mchezo huo. Mimi kwa kocha wangu na imani kubwa naye sana, kwa sababu kasomea Arsenal, kasomea Liverpool. Ah, eh, yani, yeah. ndo alikopitia ndo njia zake Arsenal, Liva, afu akenda, akenda, akenda kabla, alikuwepo Orlando Pirates kama kocha msaidizi, akenda Raja kama kocha msaidizi, yani kote kule anachukua material tu sasa hivi ndo kaamwaga sasa. Kama sasa hivi kaja hapa anajenga timu, na mwenyewe katwambia ana 80% bado hajafanya aja vizuri. Na mimi nakumbuka hata kwenye uzuri ile interview aliyofanya Zanzibar, na mimi nilikuwepo siku zile, aliomba refa achezeshe kiaki ndani ya dakika 60, alafu afuate sheria 17 za mpira. Alikuwa asema lazima ndo anaibakiche sasa. Mwami, mtu mwalimu kama huyo anatakiwa muogope sana, na kweli ndio maana leo kila kona inalia jinsi Simba design inapopoteza lile kombe, sababu mwalimu wetu alishaona mapema tu. Ndio maana aliomba chezesha haki ndani ya dakika 60 tu, alafu hizo 30 fanya madudu yako, alafu fuata sheria tu 17 za mpira. Aliahidi kutuachia kombe sisi, tunaomba tu Mwenyezi Mungu atupe afya yule mwalimu wetu na viongozi wetu, wasingiwe tu na shetani wa kumfanya hivyo, kumfanya vizuri. Sasa Simba tushaingia, tushakuwa ni professional kabisa tukikaa naye misimu miwili mitatu, si tunaanza tukashika namba moja Afrika, namba namba moja Afrika. Maka najua hata kipenikia mwa vosema nataka timu iende kwenye makundi, tulimwona kama mo chizi, ee lakini mwisho wa siku wa sahivi Simba makundi kawaida, una uwezo ukamwajiri mwalimu ukamwambia saini mkataba hii timu kunda makundi ni kitu cha kawaida, ukoja ipelekewe makundi utaifelisha na timu inaenda tu makundi vizuri. Sasa usema namba moja Afrika sio kama mimi chizi. Ni kitu ambacho kinawezekanika tu, kuweka malengo na ukatimiza malengo. Ikiwa mwalimu ukaja kwa msimu wa kwanza, anasema anajenga timu, kaipeleka timu mpaka fainali ya shirikisho, sio jambo dogo. Muhimu kumwomba Mwenyezi Mungu, kusimama njia moja, make tunatakiwa kwenye malengo, tunakuwa kama ni pedeli ya baskeli, lazima wote tunaenda, au wale wanapiga makasia ya maji, sio unapeleka mwingine anarudi. Ndo malengo. Na kwa zamani tulikuwa tunafeli, lakini sasa hivi tunaona Simba jinsi gani vonyooka ndio maana kuna watu kila siku wanasema hawataingia robo, watu wameingia robo, hawataenda nusu, watu wanaenda nusu, timu mpaka imefika fainali. Na fainali yenyewe ni kimagumashi magumashi tu, lakini vyote, Waswahili wanakwambia mgeni apitie njia mara mbili. Tumejifunza na ule ubaya ubwela ule ambayo tumefanyiwa pale wanja Amani juzi, kwenye fainali ndo tunakuja kumalizia nao ligi na tunaanza nao na msimu ujao.